Kura namna hii na hii wewe utahamishwa. Raila Amolo Odinga alizaliwa Januari 7, 1945 katika eneo la Maseno, kaunti ya Kisumu, magharibi mwa Kenya. Yeye ni mwana wa Jaramogi Oginga Odinga, mmoja wa viongozi wakuu katika harakati za Kenya kupata uhuru, ambaye baadaye alikuwa makamu wa kwanza wa rais wa nchi hiyo. Maisha ya kisiasa ya Raila yaliathiriwa kwa kiasi kikubwa na siasa za enzi ya chama kimoja cha KANU katika miaka elfu moja mia tisa themanini. Mara kadhaa alikamatwa na kuwekwa kizuizini bila kufikishwa mahakamani kutokana na harakati zake za kutetea mfumo wa vyama vingi. Kadri muda ulivyopita alijiunga rasmi na upinzani uliopangwa mwaka 1992 alichaguliwa kuwa mbunge wa eneo la Langata, hatua iliyomwingiza rasmi kwenye siasa za kitaifa. Mwaka 1997 Raila aligombea urais kwa mara ya kwanza, akishika nafasi ya tatu nyuma ya rais Daniel Arap Moi na Mwai Kibaki. Baadaye alianzisha chama cha National Development Party, NDP, baada ya kuondoka Ford Kenya kufuatia mzozo na viongozi wenzake wa upinzani baada ya kifo cha baba yake Jaramogi Oginga Odinga. Kwa kutumia mvuto wake wa kisiasa na uhodari wa kisiasa, Raila alifanikiwa kuunganisha vyama vya upinzani na kuunda muungano wa National Rainbow Coalition NARC ambao ulimsaidia Kibaki kushinda urais mwaka elfu mbili na mbili. Kati ya mwaka elfu mbili na tatu na mwaka elfu mbili na tano Raila alihudumu katika serikali ya Kibaki kama waziri wa barabara, kazi za umma na nyumba, lakini tofauti zilianza kujitokeza kati yao na hatimaye ya Raila alirejea upande wa upinzani. Wakati wake wa kipekee wa kisiasa ulikuja mwaka 2007 katika uchaguzi wa urais uliokumbwa na utata. Tafiti za maoni ya kupiga kura zilionyesha kuwa Raila alikuwa na uungwaji mkono mkubwa, lakini tume ya uchaguzi ilimtangaza Mwai Kibaki kuwa mshindi. Ghasia na maandamano yalizuka nchini kote na zaidi ya watu elfu moja walipoteza maisha, huku mamia ya maelfu wakifurushwa makwao. Katika juhudi za kutuliza hali hiyo, makubaliano ya kugawana madaraka yalifikiwa kupitia mpatanishi wa kimataifa aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa marehemu Kofi Annan. Raila aliteuliwa kuwa waziri mkuu katika serikali ya mseto kuanzia mwaka elfu mbili na nane hadi mwaka elfu mbili na kumi na tatu. Hata alipokuwa waziri mkuu Raila alibaki na msimamo wa upinzani. Baada ya nafasi ya waziri mkuu kuondolewa kupitia kura ya maoni ya katiba mwaka 2010, alirejea tena kwenye upinzani kamili. Aligombea urais tena mwaka 2013, mwaka 2017, ambapo alijiondoa katika marudio ya uchaguzi na mwaka 2022 lakini hakufanikiwa kushinda. Mwaka wa 2013 alipeleka kesi mahakamani akipinga ushindi wa uhuru Kinyata, lakini mahakama ya juu ilitupilia mbali madai yake. Mwaka wa 2022 Raila aligombea chini ya muungano wa Azimio la Umoja akiwa na Martha Karua kama mgombea mwenza, lakini alishindwa na William Ruto. Alikata rufaa tena katika mahakama ya juu lakini akashindwa. Kipindi chake kirefu akiwa upande wa upinzani kilimletea heshima na pia lawama. Mara kwa mara, alishutumiwa kwa kutumia ukabila katika siasa, hasa akitegemea utambulisho wa jamii ya Wajaluo kama ngome yake kuu ya kisiasa, na hotuba zake zilizokosolewa kwa kuchochea mgawanyiko wa kitaifa. Hata hivyo, nafasi yake kama mzee wa siasa ilizidi kutambuliwa. Mwaka 2025 Rais William Ruto alimpa jukumu la kwenda kupatanisha mgogoro unaoendelea nchini Sudan Kusini, ishara ya kutambua mchango wake hata kutoka kwa wapinzani wake wa kisiasa. Pia alilenga uongozi wa kikanda mwaka 2024 alitangaza nia ya kugombea urais wa tume ya umoja wa Afrika, AUC, chombo kinachosimamia umoja wa Afrika. Hata hivyo, alishindwa mapema mwaka huu. Na Mahmud Ali Yusuf kutoka Djibouti. Maisha ya Raila Odinga yameelezwa kuwa mfano wa uvumilivu wa hali ya juu. Ingawa hakuwahi kuwa rais wa Kenya, anasifiwa kwa mchango wake mkubwa katika kupigania demokrasia ambayo Wakenya wengi wanafurahia.

Even if you go to hell, there's nothing to worry about. You'll find so many of your friends <laughs> Farida Ali, Anisa TV, Mombasa.